Wapendwa, karibuni kwenye mafundisho yetu ya kujitambua. Jina langu Majaliwa Machinda Etungano ya Babuchi. Bado niko kwenye hiyo kurunzi ya mada mfululizo au series, ambayo ni maeneo ya kujitambua. Ninapokuletea hii mada ya nne, tutaichambua pamoja ili tuweze kuelewa ni jinsi gani twaweza kujitambua kiroho. Pointi ya tatu kwenye mada yetu ni kuangalia umuhimu wa kujitambua kiroho. Kama tunatakiwa kujitambua kiroho, au tuelewe asili na maana yake na ngazi tunazozipanda ili kujitambua kiroho, haya yote yana umuhimu gani? Kujitambua kiroho huleta amani ya ndani na maadili thabiti na mwelekeo wa maisha. Kwa hivyo unapojitambua kiroho kwanza, unapata ile amani ya ndani, unapata maadili thabiti na pia mwelekeo wa maisha, yaani life direction. Huo ndio umuhimu wa mtu kujitambua kiroho. Kujitambua kiroho humsaidia mtu kuchukua maamuzi sahihi, na maamuzi ambayo inamsaidia mtu kuendelea kimaisha, inakusaidia pia kudhibiti hisia inakusaidia kudhibiti hofu, maana kuna hofu nyingine ambayo unaipata wewe ya kukufanya usijaribu mambo mapya au kuogopa sana kupita kiasi. Kujitambua kiroho kuna kujengea ule ujasiri wa kujua kwamba hapa, siogopi, najaribu, nikishindwa najaribu tena, hakuna kurudi nyuma. Ina, una, mtu anakuwa na uwezo wa kuishi kwa upendo. Huu ni umuhimu mwingine mtu kupata uwezo wa kuishi kwa upendo na pia kuwa na uwezo wa kusamehe na kuwa na uwezo wa matumaini, yaani kuwa na hope. Matumaini ni kwamba unapofanya kazi unatarajia kupata mshahara, unapofanya kazi unatarajia kupata mavuno, unapofanya jambo unalivuna, ndio maana hata vitabu vya dini vinasema apandacho mtu ndicho anachokivuna. Ukipanda amani utavuna amani, ukipanda ugomvi utavuna ugomvi, ukipanda mahindi unavuna mahindi. Kwa hivyo unachokipanda ndicho unachokivuna. Matumaini yako yajengwe kwenye kitu unachokipanda. Sasa wewe unayefikiria kuwa kiroho ni kuomba sana, unaomba nini? Umepanda maombi, utapokea maombi. Angalia hilo vizuri. Unapopanda maombi unapokea maombi, maana wewe unapokaa maisha ya kuombaomba hati unaomba kwa Mungu, kumbuka na wewe pia utaishi katika kuombwaombwa, manake unachokiomba wewe ndicho utakachoombwa na wewe na mwisho hakuna, sa, hakuna hakuna suluhu, kwa sababu kama ulikuwa unaomba mia mbili, na wewe unaombwa mia mbili unachukua ile mia mbili una unapeana, unabaki na, na, na nini? una kitu umebaki nacho. Kwa hivyo unapojenga maisha, jenga maisha kwenye practice. Fanya vitu vinavyoonekana, ili vikuletee results zinazoonekana. Watu wanataka kupanda maombi waweze kuvuna vitu vinavyoonekana, haiwezekani, haiwezekani. Kiroho haiendi hivyo. Kiroho panda kitu ambacho uko tayari kukivuna. Kama unataka ugomvi, uwe tayari kupokea ugomvi. Kama unataka amani uwe tayari kupokea, kwanza uwe nayo wewe, ndiyo uweze kuigawanya, na ukisha igawanya utaipokea tena. E, umuhimu mwengine ni kwamba mtu anatengeneza ujasiri, ule ujasiri wa kwamba yote anayoyafanya yatafanikiwa, na mtu haangalii maneno ya watu, kwa sababu yeye amejitambua kiroho na na ujasiri, pawe giza pawe nuru pawe mvua pawe jua, nitafanikisha. Hivyo jamii inapata watu wenye maadili mema. Watu wanaojitambua kiroho ni watu wenye maadili mema, wanyenyekevu, na wachangia amani. Lakini nyinyi mnafikiri dini zimetuletea amani? Dini ndio zimetuletea migawanyiko na vurugu. Maana hiyo dini moja ya Kikristo imegawanyika vipande vipande kwenye denominations, dini ya Kiislamu nayo ina denominations zake. Kwa hivyo mpaka huko watu wanakuwa wanavutana vutana. Wanavutana nini? Kisa maneno walioandika watu wa zamani wakayaandika yaliyokuwa historia ya wakati wao, sisi tunataka tuyaishi leo. Haiwezekani, sisi tunatumia systems tofauti na zile za zamani. Kwa hivyo lazima tuende kulingana na system zetu. Mtu aliyejitambua kiroho anaishi maisha ya amani, anaishi kwenye maadili mema, sio mtu wa kukumbushwa kumbushwa vitu. Huo ndio muhimu wa kujitambua kiroho.